Sinyi. Sijui kama huu ninaitwa ni na mchungaji ambaye nilimsikiliza, sijui ni Mtanzania ama ni wapi, akaanza kusema ati kuiba mume wa mwenzio sio dhambi. Wamama wakateta, wakaanza kusema hey, naye bwana anataka kusema nini? Akarudia akawambia "Hebu nisikilizeni." Tena akawambia kuua mtu si dhambi Hey, wakashangaa. Akashindwa huyu mchungaji anamaanisha nini? Ndivyo akawaambia, akawaambia sikilizeni, ati kutosikiliza neno la Mungu ndio linafanya kuwe na dhambi. Ndilo neno linifurahisha sana, kwa sababu ukikuwa unasikiliza neno la Mungu utakuwa na upendo na upendo huwezi uh, ukakuruhusu ambao, upendo wa Mungu huwezi ukakuruhusu ukachukua mume wa mwenzio. Kwa hivyo ni vizuri saa zingine kusikilizanga. Sasa wamama walikuwa na teta, wakisikia tu kuchukua mume wa mtu si dhambi, lakini hawakokuwa wanajua kitawaramba. Mungu wetu atusaidie, atupe hekima, tusikilize neno la Mungu ili tukuwe na upendo. Hutatamani kufanya jambo baya ukiwa na upendo wa Mungu ndani yako.